Haya, uh, bosi unaongea na Aaron mkurugenzi hapa wa dada center. Tunashukuru sana kwa feedback yako hiyo, na seche tulikuwa tunamfuatilia kwa muda wa miezi kadhaa, uh, na tungependa kutaarifu kuwa kwa mwezi huu wa pili, yeye ndo ameshinda uh, recognition ya kuwa dada wa kituo wa mwezi huu wa pili kutokana na feedback hiyo uliokuwa ukitupa kwa hiyo yeah, kituo kinampa zawadi yake hiyo ya yeah, fedha, lakini uh, of course nawe pia unaweza ukampongeza kwa kivyako. Tumwache bosi utatuambia basi. Tunakushukuru sana. Haya, uh, As asante sana. Haya, asante sana. Haya, ehe, tuambie. Nijazia hapo, na nipende kumshukuru wake. Siku ya birthday yangu alikuwa ananiuliza birthday yako lini, nikaa nimemwambia sasa. Nilijua labda amepotezea, amesahau, maana si unajua mtu ana majukumu mengi, ana mawazo mengi, anafanya kazi. Kwa hivyo sasa siku hiyo imefika ya birthday yangu, nashangaa akamwita mtoto wake, amemwita mtoto wake aka sasa, rais alimwambia kwamba kachukue kitu ufanye nini umfunge kwenye macho. Akaja akachukua nguo akanifunga, kwa nikamwambia kuna nini? kaambia ah, wewe subi, yule mtoto anaoga na masiala sasa. Nikajua anafanya masiala <laughs> akaniambia ni nifate, akawa nishikilie, tuka tunaenda na mfate. Tumefika pale semuleni, akanifunga kufungua, ndo nikakutana na simu ya yeah. to birthday yangu ndo akanisaidia simu hapa, ni aina ya panena, Samsung Ultra 24. Yeah. Jamani, makofi <laughs> ko ni mtu ambaye anapenda kuhamasisha, yani ufanye vitu vyako kwa malengo uvifanyeje. Hata biashara mimi, ninauza sabuni, natengeneza sabuni pale ndani kwake, sabuni za maji pia nauza rozera. Kwa hiyo niambia wewe, kama una kitu cha kufanya, fanya, kwa sababu ni haya ni maisha yako. Mimi siwezi nikakuzuia, baraka za mtu huwezi kuzizuia. Yani kila mtu Mungu ana kile mtu Mungu alichompangia kwa hiyo waga, nauza sabuni za maji, nauza rozela hivyo na, najitahidi kupambana kwa kiasi, kwa sababu naye mwenyewe ananitia moyo wow. Wow. Kumbe, kumbe tushajua asili yake yeah. Alisema wewe ni msafi sana <laughs> owe, msafi. Una sabuni, unafanya kazi una energy, unakunywa rozela Haya. <laughs> <laughs> Jamani, uh, ameongea vitu vikubwa. Tulizungumza mikataba pale, sijui bosi usifanye hivi, dada usifanye hivi, lakini bosi wake amemruhusu kufanya nini nyumbani? Kwa nini? kuna siri gani? Niliongea sasa hivi nikasema, tunakaa tuna wadada wengi, mnalalamika bosi hivi dada hivi sijui nini, mwajiri hivi. Niliwaambia sasa, zile siri ni nini? Mahusiano yenu, mkiwa na mahusiano mazuri, sisi kituoni, wewe na dada wote, tutakuwa tuna smile. Hizo hofu mtapeana wenyewe, likizo mtapeana, vitu vingine mtafanya wenyewe. Na hapo mmesikia ushahidi Huyu bosi wake asingeweza kumruhusu huo uhuru wa kufanya biashara, sijui kuuza rozela, kama angekuwa anamfanyia kazi mbaya. Kwa hiyo wadada mlikuwa hapa mnasikiliza, mnataka mabosi wenu waishi na nyinyi vizuri, fanyeni kazi zenu vizuri, waridhisheni mabosi zenu. Mtakuwa mpigi simu, nataka hofu, nataka hofu, nataka hofu. Sawa, sisi tutaweka hofu, lakini hizi baraka mtakuwa mfanye nini? Hamzipati tumeona birthday ingine, mlikuwa mnalia birthday. Haya, simu hiyo. Jamani, tumpigeni makofi Seche. Roida Muamara, unatakiwa usome huku. Asante. <laughs> <laughs> <laughs> Mi kidogo wa napendaga kuchangia kama kitu kinasita. Mi, mi naponge, nakupongeza sana binti kwa hatua uliokuwepo ila Nilitaka utupe kuna kitu ulitaka kutuambia pale ukawa umebubujika na machozi, share na wenzako. Wadada wengi wanakwama kwenye ratiba. Ebu, wape kuna kitu ambacho ulimgusa bosi wako. Ulitaka kuongelea pale kidogo watoto, ukataka kuongelea ratiba. Unaweza ukashare wenzako, pia akaelewa kitu fulani ambacho siri, akachukua aka kitu siri yako fulani uliokuepo naye ukaweza ukashare kwa kifupi, nadhani kama mtaruhusu, ili tuweze kunalia. Alafu pia naomba nikupe zawadi yangu na mimi. <laughs> Aa, eh, niseme kwenye upande wa ratiba, mimi nilivyopewa majukumu yangu, nikapanga ratiba zangu mimi kama mimi kwamba kiamka asubuhi ni lazima ninajisafisha. Nikimaliza kujisafisha, naenda no kuandaa uji maake yule mtoto anaondoka, anaenda shule saa kumi na mbili na nusu kwao ninachokifanya mimi naandaa chai na uji. Nikishamaliza kuviandaa naweza mezani pale, mda huo nikiwa nimebandika chai jikoni, naenda kumwamsha mtoto ili amke. Yule mtoto huwaga anasumbua ana kuamka, kwa hiyo lazima niwahi kumwamsha ili kusudi niende muda sawa na school bus ukifika, asichelewe wala school bus isimsubiri pale barabarani. Kwa sasa uo muda nina, nina napokuwa napika chai, naenda kumwamsha. Huo muda nakuwa nimeshamwandalia maji ya kuoga, naenda na swaki, anaoga, then anavaa nguo, nguo mimi uwaga na nyosha. Yani, kwa mfano anavaa kesho na, na zinyosha, naanda vitu vyake kifeshu vya na vyanda leo. Ona ni mapema tu, sio kwamba naanda usiku, aha, yani ni mapema, saa nyingine na janda hadi saa sita. Na kuwa nimesha vyanda make uniform lazima ziwe mbili mbili, haiwezi kuwa moja. Kwa hiyo baada ya hapo nikimaliza nampeleka mtoto kwenye skulu, basi pale barabarani anaenda anasubiri gari. Ila niseme ni nitoke kidogo, kuna maneno ya, ya majirani. Yani yule mtoto ni anaumbo kubwa yani, ni ana ukisimama mimi na yeye unaweza ukasema yeye ni mkubwa, lakini ni mdogo. Yani ni mdogo, ila anaumbo kubwa hasa. Kuna siku wakawa wameniambiaje, Hmm, kwa nini unamleta huyu mtoto barabarani kwamba yeye hawezi kufanyaje? Hawezi kuja yani barabarani afanyeje? Asubiri school bus. Nikanyamaza. Sasa sijui aliniona kwamba nina dharau, yeye sijui. Maana mimi nishaambiwa kwamba bosi wangu hapendi maneno wala hapendi maneno yatoke kwa jilani yaje yaje ndani kwake. Kwa hiyo mimi nilichokifanya mimi nikaa nimenyamaza. Siku nyingine tena sasa nimekaa pale namsubiri mtoto. Akaja ila sijai kumwambia bosi wangu, maana najua nikimwambia, anaweza akalia, ila n na najaribu tu ku- ku, yani, ku, ku. <laughs> sijui nisemeje neno zuri e, yani, na labda niseme kupotezea, lakini hivyo, akanifuata yule mama siku hiyo, alinifuata, alikuwa dada, akanifuata yule mama sasa, mmm, kwani mtoto yuko darasa la ngapi? Nikaa nimemwambia sasa akaniambiaje sasa mm, kwa nini unamsubilia hapa yaani, kwa nini unamsubilia yani una, anashindwa yeye kwenda nyumbani peke yake? Nikaambia ni wajibu wangu. Kasema e, au bosi wako anakufokea au sijui ni yani, akawa anaongea maneno yani, eh, e, yaani ilimradi labda sijui labda ndo nikakorofisha na bosi wangu nini. Mimi nikawa nimesema huo ni wajibu wangu, hivyo ikawa imeisha. Kwa hiyo akawa anaendelea kuongea ongea, mimi pale nikawa nimempoteza kwa, kwa kosa zingine, nikasema kwamba unapokuwa kazini kazini kwako pale, angalia mazingira ya pale kazini kwako na ufate utaratibu uliopo pale. Usianze kuingiza taratibu zako wewe ulizotoka nazo huko unaziingiza pale ndani, labda ndo mwenzako, labda hana mahusiano mazuri na majirani, wewe sasa ndo unajifanya sasa ndo mama wema, unaenda sasa unaanza kukaa pale oh. Sijui sasa tu nini nini ma... hiyo ah, ah. Hapana, fuata kile kilichokupeleka, nafuata maagizo ya bosi, no, yaani anayoyataka. Usijifanye mtenda wema wakati wewe unapita pale, yaani ukishaukatisha, ukishakatisha kazi yako pale, huo mshahara utaupata wapi? Au hiyo hela eh, ambayo umeipangia majukumu au marengo yako utaipata wapi? Marengo yako nayo yanaishia hapo, hayawezi kuendelea. Kwa hiyo ndio kusema kwamba usisikilize maneno ya nje, fanya kile kilichokupeleka Koi, hivyo. Ila ubosi wangu ni mtu mzuri sana, ananipenda hivyo ananijali. Hata nikiwa siko saa tu kidogo, nakuta anakuja, anakuuliza kwani vipi, au bosi kwa amekukela? Ambia hapana sio hivyo. Kuona kuta singe anakuwa amekukela lakini sasa mimi si ni mlezi bana. Nina uwezo wa eh wa kumaliza. Sio lazima kila kitu tu niwe na namwambia. Eti hapa kanikela. Hapa kafanya hivi. Ah uh ah-huh. Japo mwanzo nilikuwa ananiambia wewe akikufanya hivi niambie. Sasa nikaa namwambia nikasema sasa hii ni nini? Yaani kila kitu niwe naenda namwambia. Kwa nini vitu vingine sivisovu mimi nikavimaliza? Kwa ndo ikawa hivyo. Nafanya vitu vyangu kwa wakati, navimaliza kwa wakati, napata muda wa kupumzika. Japo muda mwingine anakuwa ananiambia kwa kwani, mbona uangali TV? Mimi na TV aani naangaliake lakini sio hivyo, kwa nakutankai kwa nini kwa uangaliagi TV, naambia nitaangalia tu, nikijisikia kuangalia nitaangalia kwa hiyo ni hivyo ananiambia, hiyo si mimi nimekupa kama zawadi, lakini pia utakiwa ufanyie vitu vyako vya msingi, kama hizo biashara zako uendelee kuziposti, hivyo uendelee kufanya, nataka nikuone ukifika hatua nyingine. Yaani, kuna vitu vingi uwaga anavyongea, nasemaga mbona huyu kama ni mzazi wangu, sometimes, labda hata na mzazi wako anaweza asikwambie hivyo, lakini yeye anaku yani, anakuona mbali, anakuangalia ni yule ambayo ni mtu utakuja utafanya vitu vyako na utafanikiwa, na yani, utakuwa mtu mwingine hapo mbeleni, wenda hata ukaja ukakutana na mtoto wake pia huko mbeleni, na yeye mkasaidiana tena yani, huwezi jua yani, maisha bana. Kwa hiyo cha msingi tu tupige kazi, usikate tamaa, usiwe mtu wa kisilani, usio nanuna nuna. Mimi huaga tunaamka usiku tunasali, kwa hiyo yani huaga sikataagi na alipokuwa anaamka nikamwambia, "Kwani mnaamka kwa usiku kusali?" Akasema, "Ndiyo." Sasa basi wewe unanyamsha na kwa mimi. Kwa hiyo siku hizi mimi ndo naye waamsha kusali. Kwani vitu kama hivi wewe usinifanye wewe ndo much no, yani wewe ukienda pale sasa yani eh mimi jamani saa zingine huaga nina kereka. Mimi si yaani wala wala unakuta mtu ameenda pesa ndo anajiona yeye yeah, yeah, yeah, ndo yeye. Mimi labda ndo professional, utanifanya nini? Nafanya vitu vyangu siju hivi kwa yaani mimi ni professional alitakiwa hapana, fanya kitu chako kwa marengo, yaani fanya kile kilichokupeleka Mungu, naye hawezi kukuacha hata siku moja. Basi nina mengi ya kuzungumza, lakini machache ni hayo. Niwashukuru sana, nashukuru taasisi, nazidi kukutana na watu wazuri, nazidi kumshukuru Mungu kwa sababu nini? Ni neema tu za Mungu, kwa hivyo mbarikiwe sana. Mkafanye vizuri na nyiye mje mpate ago madam Joyce. Jamani, wakati tunasubiri chakula, maneno machache kwa dada Sechelela ameongea vizuri sana, ila ana kanuni moja nzuri ambayo ni ya kimungu. Amemaliza kusema kwamba Mungu anamkutanisha na watu wazuri, na ndicho ninachowaambia siku zote. Kanuni yangu ya maisha ni kwamba biashara ni watu, yaani, na ili watu uweze kuwa, kupata hela kutoka kwao lazima uwafurahishe, lakini kwa namna sahihi wanawake wengi tumefundishwa kuwafurahisha wanaume kwa njia ile ya kwao. Ndio maana mwanamke anaweza asihangaike sana kufanya kazi, lakini anajua kupitia kiuno chake anaweza akapata hela. Sasa hizo sio njia sahihi. Njia sahihi ni kumuhudumia binadamu mwenzako kwa majukumu ambayo anayahitaji, alafu kwa moyo mmoja, kama dada Sechelela alivyosema, yani hafanyi kwa sababu nataka kupata hela, nafanya vizuri nyinyi hamjajua kwa nini sisi hapa tunapambana hivi. Unajua hiki tunachokifanya ni kitu kikubwa sana, hatuangalii ni pesa kiasi gani tunapata, kwa sababu tukilinganisha ni hela ndogo sana. Tunapata hela ambayo bosi analipa mwaka mzima, kila siku anakaa huko, anakupigia simu, anakwambia eh, hey, dada suka shazingua sijui nini. Hiyo ni hela ndogo sana, ningekuwa nimeshatoka nimeenda Kariakoo kuuza nguo lakini kwa sababu ninafanya kutoka moyoni, kuna kile kitu Mungu ameweka ndani. Nataka kuona wanawake nao wanapanda, nataka kuwasaidia, lakini ili wasaidike, lazima wajifunze kanuni ya Mungu ya kusaidia watu. We unapoenda nyumbani kwa bosi wako ukamsaidia majukumu yake vizuri, bosi akafurahi, ya matokeo yake ni huu shuhuda leo kutoka kwa Sechelela. Mtu yoyote uliyemfurahisha lazima naye atakufurahisha back Lazima atakufanyia jambo zuri, hata kama hatafanya kwa levo hii, lakini kuna upendo fulani ataurudisha kwako. Kwa hiyo hu, hiyo ndio siri ya mafanikio ndugu zanguni.